Habari mm -hmm. Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla ni Autocom Japan tena mm -hmm. Leo tuko hapa kukupa kitu kipya kabisa. Wateja wengi wamekuwa na changamoto au kujiuliza, je, kuna tofauti ya kuagiza gari na Autocom Japan moja kwa moja kutoka ofisi za Japan au ndani ya ofisi za Autocom Japan Tanzania? Naomba nikujuze, hakuna utofauti wowote wa utoaji huduma ndani ya ofisi zetu zote za Autocom Japani na mwingine anawaza kuwa ofisi zetu za Japani atapata huduma kwa gharama nafuu zaidi kuliko ofisi zetu za Tanzania. no. no, no, no, no. hakuna utofauti, utapata gari lile lile kwa gharama zile zile, punguzo ni ile ile na kwa njia ya ulipaji ni ule, ule, lakini tunakurahisishia ofisi ya Tanzania ni kukuhudumia kwa ukaribu zaidi, mawasiliano ya karibu, kuongea lugha moja urahisi wa kuonana na kiofisi, na uaminifu ni kipaumbele chetu. Lakini pamoja na hayo yote, Autocom Japan branch ya Tanzania hatukufishi tu gari lako mpaka bandarini, bali tunashughulikia mchakato mzima wa ulipaji wa kodi pamoja na gharama zote za bandari, tukishirikiana kwa karibu kabisa na mteja. Yaani hii ni kuhakikisha unapata kilicho bora ndani ya chaguo lako na kwa gharama nafuu kabisa mpaka mkononi. Mchakato mzima ndani ya Tanzania mpaka gari kukufikia wewe mteja unafanywa chini ya uangalizi wa timu yetu bora ndani ya kampuni yetu ya clearing and forwarding ijulikanayo kwa jina la Skybridge Logistic Company au SBL. Autocom Japan